Tunga sentensi ukitumia neno sonona. Sonona. Asilimia tisini na tano ya Wakenya wanasononeka. Ali alisonona sana wakati aliposikia kwamba mama yake amepata ajali. Katika ile hali ya kung'ang'ania kitu fulani. Nilisononeka sana baada ya msimamizi wa masomo yangu ya chuo kikuu kuaga dunia. Mtu amesononeka kama mtu ame, amekufiwa, amepatwa na matatizo Naam. Wengi wamepata. Mm. Amejaribu eh, sana kwa kweli. mm -hmm. Sonona ni hali ya kuwa na majonzi, kuungulika moyoni au pia kutaabika kutokana na jambo ambalo ni la kusikitisha na ambalo limetotea. Ndio maana mm -hmm. hata wakati mwingine huko kusonona pia nkununa kuwa na huzuni nyingi mm -hmm. Lakini pia yule mwenye huzuni nyingi na kukasirika kila wakati anaitwa msuu sununu. Anaitwa msununu, mm -hmm. Hey. Msununu. Mm -hmm. Kwa hivyo kazi yako kama kukasirika, kasirika kila wakati mm -hmm. Basi wewe tafadhali <laughs> kama unamjua huyo mtu mwite sununu <laughs> hey, kama unamjua na pale nyumbani yapakosi mtu msununu. <laughs> <laughs> lakini pia kuna sonona ya kuhusu chakula e, kwa mfano e, wanasema kuna chakula ambacho hata ukishakiepua kutoka kwenye meko kimekaa tu, lakini bado kina tokota tokota. mm -hmm. kama hujawahi kunywa uji moto mm -hmm. kama umekudanganya umepoa, kwa sababu pale kuna kautandu mm -hmm. kama kikombe, unajua sasa napiga funda la kweli mm -hmm. Uwe, Ui. Na kama pana watu wengi hutaki kutema mm. Machozi yanakutoka, wanakuuliza nini. Nakumbuka vita vya pili vya ulimwengu kule lile <laughs> <laughs> neno vinya, <laughs> yeah, vinya. Mm. vinya ni, ni ina maana mbili maana mm. ya kwanza ni hali ambayo unazungumza ima kwa hasira sana mm. na kwa sababu maneno hayatoki mdomo ndo unatetemeka. Hmm. Kwa hivyo kile kitendo cha mtu kuzungumza kwa hasira alafu ukajikuta maneno hayatoki, lakini mdomo unafanya hivi. hmm. Ukimwona mtu kwa namna hiyo, tafadhali hepa <laughs> maana kuna vitu viwili, ima utapigwa ngumi au panga. kwa hmm. hivyo hey. Kuvinya hmm. kule kitendo cha mdomo kutetemeka, na wakati mwingine pia wanyama tunaowafuga kama mbwa hmm. akikuheshimu sana hmm. anakuja karibu na wewe, unaona anatikisa mkia hivi Mm -hmm. Kile kitendo cha mbwa kutikisa mkia, unamwambia do, mbwa wangu kakupenda. Na vinya mkia wake. Haya, mm -hmm. hebu basi tuingie katika sehemu yetu ya nipe nikupe. <coughs> maana zaidi za vinya tutaendelea nazo wiki ijayo. Hey. nipe nikupe, tuko naye Evans kutoka Wasingishu. Evans hujambo? Niko salama sana Mashirima Kapunde. Karibu sana kwenye Longa Longa hapa Longa, huyu hapa atakueleza yale maneno ambayo mtapokezana. Niko <laughs> <laughs> <laughs> hey, na bidii na mimi leo nilikuwa yeah. Naomba nipate mtu wa Butere kwa sababu leo nataka tubadilishane maneno ambayo yanaanza na bu. Evans uko <laughs> tayari? Yeah. Na atuanze na Butere, mimi nitakwambia, unayempenda unampiga busu. Bukali. Wakati mwingine mtu akikupa kitu tu ankupa bure. <laughs> Sijawahi kumwona Mashirima akikuna nazi kutumia buzi. <laughs> <laughs> <laughs> hey, Eva, kwaadi... <laughs> kwaadi, na ngoja anionyeshe, kwani umeumwa na buibui? <laughs> <laughs> mtandaoni. <Muta. laughs> Siku hizi watu wakijidai matajiri unamwona amekaa na bunda la noti ya kuonyesha kwamba siku hizi ashafika, hmm. Huko kwenu hey, kiongozi wako wa bunge anaitwa nani? <laughs> <laughs> hey, yuko bunge <laughs> Mchanganya ukitunga sentensi una mchanganya. Asante sana a, kwa kushiriki. Nipe nikupe, hebu sasa tumpatie fursa nuuzibari Bakari aweze kutugania shairi la leo. Ahlan wa sahlan wa marhaba.